Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wote mnaonisikiliza, wote mnaonitazama. Kwa majina naitwa Pastor Clinus. Ah, muda huu nataka nikupe neno moja, naomba unipe dakika chache uweze kunisikiliza, na pengine majibu yako yapo siku ya leo. Mpendwa unayenisikiliza, mpendwa unayenitazama, nataka nikwambie huyu Mungu tunayemwabudu, huyu Mungu tunayemwabudu kila siku, kila kucha watu tunamwabudu Mungu wetu ni hai. Tambua kwamba Mungu wetu anaishi. Tambua kwamba Mungu wetu yupo hai. Usije ukana na dhuruba mbalimbali, changamoto mbalimbali zinazojitokeza, ukaamini kwamba ha, kwa nini Mungu asijibu juu ya hili? Nataka nikwambie Mungu yupo hai na anajibu kwa wakati wake. Hata kama umeomba maombi mwaka umezidi miaka nenda rudi umeomba Usikate tamaa, amini kwamba huyo Mungu unayemwomba yupo hai. Kuna wakati atakujibu kwa namna ya pekee na namna ya kushangaza. Usije ukapitia katika changamoto ngumu ukafikiri labda, kwa kuwa nimepitia ch kwenye changamoto hii nzito na ni ngumu, ni lazima suluhisho itokee muda huo, ni lazima nione suluhisho inatokea muda huo. Nataka nikwambie, mpendwa Mungu wetu ni hai, anasikia. Kama ni kilio chako mpendwa, Mungu anakisikia. Kama ni mateso yako mpendwa, Mungu anayaona. Kama unapitia katika dhoruba mbalimbali, amini kwamba Mungu anayaona unayoyapitia, anaziona shida zako, anaziona changamoto zako, anayaona maangaiko yako. Kuna wakati Mungu hata kujibu kwa namna ya pekee na kushangaza. Mungu anataka aone uaminifu wako kwake ukoje. Unamtegemea Mungu kwa kiasi gani? haya mkini unapitia katika changamoto, wewe unawakimbilia wanadamu, ukiona imeshindikana ndipo narudi magotini, au muweki Mungu katika nafasi ya kwanza katika shida zako? Mpendwa, unawakimbilia wanadamu tu kwani Unaotumainia wanadamu peke yake, unashindwa kumtumainia Mungu, kumweka Mungu katika nafasi ya kwanza. Imani yako iko wapi? Ndio unasali unaomba kila siku, unafunga, lakini ukipitia katika changamoto unasahau kwamba Mungu yupo, unashindwa kumkimbilia Mungu. Nataka nikwambia, Mungu wetu anaishi, Mungu wetu anatenda. Hmm. Ukisoma Wafilipi sura ya nne mstari wa sita inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba hmm, pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Usijisumbue kwa neno lolote. Yes, Mungu anatwambia kwamba unatakiwa kusali na kuwa pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Kumbe kuna changamoto unazoweza kuzipitia katika maisha yako, usijisumbue kwa namna yoyote, omba chochote kinachotokea katika mwili, tambua kwamba kimekwisha kutokea rohoni. So whatever ni, ni, ni changamoto gani unaipitia, usijifikirie vibaya usianze kujihukumu vibaya mpe Mungu hiyo changamoto yako hata kama utaishughulikia katika namna nyingine eh, yamkini namna ya kisiasa ya kisheria ndio sijakuzuia kwamba usiishughulikia hapana unaweza ukafuata taratibu kama ni mambo ya kisheria kama ni mambo ya ki... namna yote ile fuata taratibu lakini mpe Mungu nafasi ya kwanza Onyesha imani yako kwa Mungu, kwamba Mungu, ijapokuwa unapitia magonjwa, ijapokuwa unapitia mateso, wewe ndiye utakayeniponya. Hata kabla sijaenda hospitalini na kulilia wewe, Mungu kwanza. Amini ni usiamini, mpendwa, mweke. Ukimweka Mungu nafasi ya kwanza, na Mungu atakuweka nafasi ya kwanza, na Mungu atakupigania, na Mungu atakubosha, na Mungu atakuinua. Kwahiyo ninachotaka nikwambie, mpenzi, sijui changamoto yako ni ipi unayopitia, aidha ya kimaisha, aidha ni ya ndoa. Yani, zipo changamoto nyingi sana katika maisha. Hauwezi kukaa tu ya kwamba yani hauna shida yoyote. Hapana, kuna wakati utapitia katika dhoruba mbalimbali, kuna wakati utapitia katika shida mbalimbali. oh. Kabla hujakimbia wanadamu, hujakimbia sehemu yoyote ile, mkimbilie Mungu kwanza, mkimbilie Mungu kwanza. Paulo na Sila walivyowekwa gerezani, walichokifanya hawakulalamika kupiga kelele, kufanya nini, waliingia magotini, wakamtegemea Mungu. Mungu aliwatendea muujiza mkubwa sana, hata leo tunajifunza kupitia kwao. Kumbe ipo faida kurudi magotini, kumrudia Mungu pale inapotokea changamoto, nenda magotini, nenda mbele za Mungu. Hakuna changamoto yoyote ambayo iliwahi kumshinda Mungu, hakuna shida yoyote ile ambayo iliwahi kumshinda Mungu. Wanasema, maandiko yanasema kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu, yaani tutayaweza mambo yote tukiwa na yeye Mungu katika maisha yetu. Ukiwa na Mungu katika maisha yako, atambua um, kwamba chochote kile kinawezekana hata kama ni magonjwa, umeambiwa kwamba huu ugonjwa uponi nina mbele za Mungu, Mungu amekwambia, Mungu anasema kwamba wewe utapona. Hata kama umeambiwa kwamba wewe utakufa, Mungu anakwambia kwamba wewe bado utaishi na utayasimulia matendo makuu ya Mungu. Barikiwa mpendwa katika Bwana. Naitwa Pastor Clinus. Unaweza ukasambaza zaidi ujumbe kama umebarikiwa. Barikiwa sana.